Wadau wa sheria mkoani Iringa watoa wa maoni yao juu ya matumizi ya lugha ya Kiswahili Uganda yazifungia asasi kadhaa za kiraia kuelekea uchaguzi mkuu hujambo na karibu katika taarifa ya habari mtazamaji wa UoI Digital popote pale unapotufuatilia jina langu ni Glory Pasco Wadau mbalimbali wa sheria mkoani Iringa wametoa maoni yao juu ya faida za kutumia lugha ya Kiswahili katika maamuzi na utoaji haki kwa wananchi. Mwanahabari wetu Castus Petro anaundani wa taarifa hii. Maoni hayo yametolewa kufuatia agizo la jaji mkuu wa Tanzania George Masaju la kuitaka mahakama kutumia lugha ya Kiswahili katika sehemu za maamuzi ya kisheria. Kwa upande wake, mkuu wa kitivo cha sheria chuo kikuu cha Iringa, Abel Mhagama, amependekeza kuundwa kwa sera na mwongozo maalum itakayosaidia kuendeleza lugha ya Kiswahili katika sehemu za maamuzi ya sheria ili iweze kusaidia jamii kujua sheria kwa urahisi. Kama unavyojua, ni kwamba kwa Tanzania hii wasomi wa sheria ni wachache sana, na sheria zetu pia nyingi ni za, za Kiingereza, japo pia sheria imetoa ime, ime maelekezo kwamba sheria zitafsiriwe kwa Kiswahili, pia hata mashauri Kiingereza kwa, kwa Kiswahili, lakini kwenye utekelezaji sasa, unaona mahakamani pia wanatumia Kiingereza hasa mahakama za juu kama kama rufaa, mahakama mahakama kuu. Pia itapelekea utoaji wa haki uwe wa uwazi zaidi, kwa sababu kama sheria itakuwa ni kwa Kiswahili Mwananchi pia yeye sheria naosoa kwa Kiswahili atajua kwamba hapa nini kimefanyika. Labda kama hukumu imetolewa kwa Kiswahili atajua hapa hukumu inahusu na nini, akiangu iko wapi. Aidha, wakili na solo Karim amesema kutumika kwa lugha ya Kiswahili kutasaidia kuleta nafuu kwa wateja kupata huduma za kisheria na kuondoa mkanganyiko wa lugha wakati wa maamuzi. Uh, Mheshimiwa jaji kusema kwamba Kiswahili kiwe kinatumika kwenye mahakama, mahakama zetu Uh, kwenye judgment na uh, proceedings nyingine au mienendo mingine ya kimahakama kunaleta uaminifu kwa hata wateja wetu au kunaleta uaminifu uh, hata kwa, kwa jamii inayotuzunguka. Sayuni Joel mwanafunzi wa sheria, chuo kikuu cha Iringa, amesema hatua hiyo itasaidia wananchi kujua sheria kwa urahisi kwa pia itaturahisishia upande wa mashtaka na upande wa mshtakiwa kuelewa nini kinazungumzwa na majaji, nini kinazungumzwa na mali na nini kimeamuliwa. Baada ya hayo, naye Taufika Chapautwa, mkazi wa Tumaini mkoani Iringa, amesema kutumika kwa Kiswahili kwenye maamuzi ya mahakama na kutafsiri sheria itapunguza uonevu, kwani ndiyo lugha mama kwa Tanzania. Itasaidia kwa sababu nitakuwa najua nini kimeandikwa pale, kwa sababu unaweza kumpa hata wewe mtu akutafsiria na uenda pengine hajui. Unajua, kuna mtu mwingine anakuwa kwa aibu, anashindwa kukwambia ukweli, lakini kwa hili ambalo mimi nitakuwa nasoma na nikakielewa kile ambacho hukumi imeandikwa au kimeandikwa, ni vizuri zaidi. Endapo litatekelezwa agizo hilo litasaidia wananchi kupata haki zao kwa urahisi. Nikiripoti kutoka hapa Tumaini, Iringa, mimi ni Kasius Petro wa UoI Digital. Bodaboda wa kituo cha Tumaini, kata ya Kihesa mkoani Iringa, wameiomba serikali kuwaboreshea miundombinu ya kituo chao, kwani kimepitiwa na barabara mpya inayojengwa kuelekea stendi kuu ya mabasi, hali inayowapa changamoto. Mwanahabari wetu Yohanes Lusungu ana taarifa zaidi. Wakizungumza na UoI Digital, bodaboda hao wamesema kuwa wakipaki barabarani ni jambo ambalo ni hatari na linaweza kusababisha ajali. Mwenyekiti wa kituo hicho na ameeleza sababu za kupaki pikipiki piki zao kando ya barabara. Na huku sababu kubwa ikiwa ni kituo chao kupitiwa na barabara inayojengwa kuelekea stendi kuu ya mabasi. Ah, madhara yapo. Mfano kuna muda unakuta E, mtu katoka huko, kutokana na eneo dogo, tumefinya barabara, tumechukua sentimita kadhaa ya barabara, kutokana na eneo dogo, mtu ametoka huko, labda anashindwa namna ya kupita, labda bajaji zimepaki, unakuta sisi tumepaki huko kulia, bajaji zimepata, zimepaki kushoto I mean. Sehemu ya kupita barabarani ni ndogo. Kuna muda unakuta tuna hivyo, yani tuna usafiri wote unashindwa kupita. Kwa hiyo unashangaa sisi tuna tunagonga nao. Madereva wamesema kuwa wanaiomba serikali kuwaboreshea miundombinu yao na mazingira bora kwa kazi. Mimi kama mimi dereva bodaboda niko naomba serikalini, watu tafutie sehemu ambayo ambayo ni sehemu ya kudumu nje na barabara ya hii Dodoma Road inayotaka kupita Ha? si tunachokiomba serikali kwa saa hizi, tunachoiomba serikali likipita barabara watuchagulie maalum sehemu ambayo ina, ina urafiki na sehemu iwe nzuri na upana zaidi na kuliko hapa barabarani. Kumbuko kwamba moja kati ya dereva bodaboda boda, kutoka kituo cha bodaboda boda, hapa tumaini alipata ajali. Endapo changamoto hizi zitatatuliwa kwa wakati, matukio ya ajali katika kituo cha bodaboda boda, cha tumaini yatapungua. Nikiripoti kutoka kituo cha bodaboda boda, hapa tumaini, mimi ni Yohanes Lusungu, UOI Digital. Taarifa yake Yohanes Lusungu inatukamilishia habari za kimataifa. Na tuungane na Grace Matiku katika habari za kimataifa. Serikali ya Uganda imeagiza kampuni za mitandao ya simu yenye leseni pamoja na watoa huduma zinazohusiana hizo kuzima internet kuelekea uchaguzi mkuu. Sambamba na hatua hiyo, pia imeagiza kusitisha na simu za kimataifa kuanzia siku ya Jumanne, ikiwa ni siku mbili kabla ya uchaguzi mkuu lakini pia mamlaka hiyo imeagiza kampuni hizo kuzima hudumu za mitandao pepe ya kibinafsi ikimaanisha VPN. Agizo hilo limetokana na pendekezo kutoka kwa kamati ya usalama ya taasisi mbalimbali kuelekea uchaguzi ambao Raisi Museveni anayegombea tena ili kutetea nafasi yake ya uraisi. Kusitishwa huko kunaanza kutekelezwa kuanzia siku ya Jumanne saa kumi na mbili jioni na hatua hii ni muhimu ili kudhibiti kuenea kwa kasi kwa taarifa za upotoshaji mtandaoni, udanganyifu wa uchaguzi, pamoja na kuzuia uchochezi wa vurugu ambao unaweza kuasili usalama wa taifa wakati wa kipindi cha uchaguzi. Mawasiliano ya intaneti ya umma yalilengwa ni pamoja na majukwaa ya mitandao ya kijamii, tovuti, video za mtandaoni, huduma binafsi na barua pepe za programu. Kusitishwa huku kunahusu huduma za internet kupitia simu za mkononi, nyanja za fiber optic, lakini pia redio za microwave, pamoja na huduma za internet ya satellite. Asante sana Grace Matiko kwa habari hiyo, mtazamaji. Na sasa ni wasaa wa habari za biashara na uchumi zinazoletwa kwako na, na Tunu Meliki. Wafanyabiashara wa vyakula almaarufu kama Mama Lishe tumaini kata ya Kesa mkoani Iringa, wameeleza njia wanazotumia ili kukabiliana na mlipuko wa magonjwa hasa msimu huu wa mvua. Wauza migawa hawa wamesema moja kati ya njia wanazotumia ni kuzingatia usafi katika sehemu zao za biashara ili kupunguza mazalia ya wadudu kama vile mbu karibu na maeneo yao ya kazi. Hey, kipindi hiki cha mvua tunajitahidi kuwa wasafi tunachemsha maji mara kwa mara labda ya kuosha vijiko, tunajitahidi kuwa wasafi, tunajitahidi sana tu kwa usafi ili kukabiliana na hali hii ya kipindi hiki ambacho ni kigumu sana cha mvua. Kwa saa hivi biashara imekuwa in, in, inasuasua sana kwa sababu ya mvua, wakuta watoto wengi hawawezi wakatoka majumbani kwao kuja kupata kupata chakula wanaona heri tu wajipikie nyumbani au waagize. Nao wateja wa vyakula katika migawa hiyo wamewashauri wafanyabiashara hao mambo mbalimbali wanayopaswa kuyafanya ili kuweza kuwalinda na kuwakinga wateja hao dhidi ya magonjwa ya mlipuko katika msimu huu wa mvua, sababu afya ni muhimu. Wafanyie usafi vitendea kazi vyao, yani vyombo hivyo wanavyotumia kufanyia mapishi na vilevile yani, wawe na umakini katika mapishi, yani wazingatie usafi, kunawa mikono, hata mavazi pia, kuzingatia mboga mboga, na ni bora misa, kwa sababu wakati wa mvua um, tunasema vitu vingi huwa vinaoza, kwa mfano mboga mboga haziwezi kukaa zaidi ya siku mbili, aina zote za mapishi A i Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari kutoka hapa UoI Digital. Na kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, tupate neno kutoka kwenye lugha adhimu ya Kiswahili na Karim Yasin. Mpenzi mtazamaji, wa kipengele nadra kabisa cha msamiati wa Kiswahili leo, tumekuletea neno popa. Wao wanaelewa nini ukisikia neno popa? Tukatizama wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa kujaribu kutuelezea wao wanaelewa nini au unafahamu vipi msamiati huu wa neno Ushari kusikia mtu akizungumza neno hilo hapo, tunazungumzia mtu popa. Ni mtu kwa mfano kama kwenye mpira tunazungumzia ni mtu ambaye anajua sana mpira, au ni mtu ambaye ni kijana au ambaye ana maarifa makubwa kuliko wenzake. Mtazamaji wa Digital, umetoka kutazama baadhi ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa, wakajaribu kutuelezea wao wanaelewa nini au wanafahamu vipi juu ya msamiati wa neno popa. Baadhi ambao wamefanikiwa e, kuulizwa, hawajatupa maana halisi ya msamiati huu maana halisi ya neno popa ni kufunga kitu kwa kukaza. Mimi nitakuacha na sentensi isemayo kwamba nilipopa mlango wa nyumba yangu baada ya kuondoka. langu jina naitwa Karim Yasin, UoI Digital, tuabalike kidijitali. Na hii ndio maana halisi ya msamiati popa, nami na kuacha na sentensi isemayo jana nilipopa zawadi yangu. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, nikushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho panapo majali wa muda na wakati kama huu. Jina langu ni Glory Pasco. Asante na kwa heri.